Uh, katika channel ya Feaboy tunajihusisha na maswala au update zote kuhusu nafasi za kazi au ajira, lakini elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Sasa, kabla sijaenda kuzungumzia kuhusu video hii inahusu nini au ni nafasi gani za kazi ambazo zimeweza kutangazwa au kupatikana nataka ni kuambie jambo la msingi unachotakiwa kujua kabla ya kuweza kuomba ajira hizi. Cha kwanza unachotakiwa ni kuwa na akaunti yako ya ajira poto ambayo umejaza taarifa zako kwa usahihi, na ujaze taarifa zako asilimia mia moja. Lakini pia cha pili, hakikisha uko na cheti chako cha kuzaliwa, na kwa wale ambao wana vyeti vya TV zamani, hakikisha umebadilisha cheti chako na kuwa cheti kipya. Lakini pia hakikisha cheti chako kimekuwa certified au kuwa na muhuri wa mwanasheria au wakili. Sasa tutakwenda kuangalia nafasi hizi ambazo ni nafasi saba zilizoweza kutangazwa: ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi tatu. Lakini pia kuna dereva daraja la pili, kuna nafasi nne. Wote waombaji mnatakiwa kuwa na umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45. Hakikisha una vyeti vyako original lakini pia hakikisha umeandaa CV yako ambayo ina namba zako za simu zinazopatikana na majina ya wadhamini watatu wa kuaminika. Result slip zitakubaliwa, na kwa wewe ambao umesoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 7 Desemba Disemba elfu mbili na ishirini na tano mwisho tarehe saba Desemba elfu mbili na ishirini na tano. Na kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo elekezwa kwa mkurugenzi wa mji almashauri ya mji Mbinga, saba barabara ya Mbamba Bay, 357, 482, Lusonga, Mbinga. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza pia kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii. Asante na karibu.